Sisi ni wana wa ufufuko. Tulikuwa na hofu kwamba maadui watatushambulia, watatupiga, tumejifungia. Nitume walijifungia. Kristo mfufuka anajua wana hofu. Zawadi ya kwanza kwa hawa amani iwe kwenu, na ndio maana hii zawadi hii isipotee, ni zawadi ambayo ni ya ndani na ndio maana ukiwa na dhambi huna amani. Unapojuta dhambi, tunaondolewa dhambi, tunaambiwa Mungu mwenyewe akusamehe na kukupa amani, na nenda na amani, dhambi zako zimeondolewa. Amani. Tukiwa na maadui hatuna amani, kila mara tuna wasiwasi, na tunapokuwa na wasiwasi tunakuwa wabinafsi tunakuwa ni watu wa kuhisi, kila unayemuona unaona kwamba ananichukia, kila mmoja unayemuona, wakikaa kikundi wananisengenya, sina tena imani nao, na wakati fulani hata kwenye familia. Ndio maana ukitenda dhambi wanafikiri wamekuona, na hasa wakati natenda dhambi mtu akapita kidogo, aje ameniona, hajaniona, tunaogopa watu Hatuogopi tena Mungu eh, tunaogopa watu. Watu wasio wakanione, kwa tunaanza kuongeza amri zisizofaa. Amri nyingine ya kumi na moja, usishikwe. Ukishikwa wewe ni mdhambi, usiposhikwa wewe ni ni mtakatifu. Lakini ni hivyo kwa Mungu.